Karibu tena kwenye Hadithi za Kale. Mimi ni Rono na kama kawaida, nakuletea hadithi za ajabu zilizojaa hekima na mashujaa wajanja. Asante kwa kuwa nasi tena. Leo tuna hadithi ya kuvutia sana, kwa nini mbwa na paka ni maadui? Umewahi kujiuliza kwa nini hawa wawili hawaelewani licha ya kuishi karibu na binadamu? Hadithi hii siyo tu kuhusu ugomvi wa paka na mbwa bali ni funzo kuhusu uaminifu, usaliti na matokeo ya tamaa. Kila mmoja ana upande wake wa hadithi, lakini nani yuko sahihi? Basi kaa vizuri, tuliza akili na tuanze. Hapo zamani za kale, kabla ya ugomvi wao mkubwa, mbwa na paka walikuwa marafiki wazuri sana. Waliishi pamoja nyumbani kwa binadamu mmoja mwenye moyo mwema. Kila siku walicheza walikula pamoja na hata walilala bega kwa bega karibu na moto usiku. Mbwa akicheka akasema, Paka, hakuna rafiki bora kama wewe, tunaishi vizuri sana hapa. Paka akipiga miayo akamjibu, ndiyo mbwa, maisha ni mazuri, lakini unajua kuwa binadamu wetu ana kitu cha thamani sana, sio Binadamu wao alikuwa na kitu kimoja cha thamani, kipande cha mfupa wa dhahabu. Ilisemekana kuwa mfupa huo ulikuwa na bahati, na mwenye nyumba aliuhifadhi vizuri kwenye sanduku kubwa lililofungwa kwa ufunguo. Siku moja paka alikuja na wazo. Paka kwa sauti ya hila akasema kwa sauti ya chini, Mbwa, hebu fikiria ikiwa tungekuwa na mfupa ule wa dhahabu maisha yetu yangekuwa mazuri zaidi. hatutakosa chakula tena. Mbwa akitikisa kichwa kwa mshangao na kujawa na wasiwasi akasema, lakini paka, binadamu wetu anatupenda, hatupaswi kumwibia. Paka akijifanya hajali akacheka kidogo, kisha akasema, tunaiba nini? Tunachukua tu kile kinachostahili kuwa chetu. Tena wewe ni hodari wa kuvunja vitu Fungua tu sanduku, itachukua mfupa haraka. Baada ya paka kumshawishi kwa maneno matamu na ahadi za maisha bora, mbwa alikubali. Usiku ulipofika, walitekeleza mpango wao. Mbwa aling'ata kufuli kwa nguvu, akifanya kwa haraka, na paka akachomoa mfupa ule wa dhahabu kwa ustadi wake wa kujipenyeza. Lakini mara tu walipopata mfupa, shida ikaanza. Mbwa kwa sauti ya wasiwasi alisema, "Paka, mfupa huu ni mkubwa sana, tuufiche wapi?" Paka akimwangalia mbwa kwa hila akajibu, "Ah, acha niushikilia kwa usiku huu, kesho nitakupa." Lakini mbwa alisahau jambo moja: paka alikuwa mwerevu na mdanganyifu. Mbwa alilala usingizi mzito usiku huo, na paka alitumia fursa hiyo kutoroka na mfupa wa dhahabu. Alipanda juu ya paa, akauficha mfupa mahali ambapo mbwa angeweza kufika. Mbwa akishtuka asubuhi, akiwa na wasiwasi, paka, paka, uko wapi? Mfupa uko wapi? Lakini paka alikuwa ametoweka na kukimbia usiku. Aliacha rafiki yake mbwa akiwa na huzuni na hasira. Mbwa akifoka kwa hasira, akizungusha kichwa kwa machungu, hili ni pengo kati yetu, paka, Sitakusamehe kamwe. Tangu siku hiyo uhusiano wao ulibadilika. Mbwa alianza kuwachukia paka wote na kila alipomwona paka alimkimbiza kwa hasira. Paka kwa upande wake akajifunza kuwa mbwa ni rahisi kudanganywa, lakini si wa kusamehe. Na hiyo wapendwa wasikilizaji, ndio sababu mbwa na paka ni maadui wa tangu jadi. Hadithi ya mbwa na paka inatufundisha somo kubwa Uaminifu ni msingi wa urafiki wa kweli na usaliti huleta uhasama wa milele. Katika maisha, mara nyingi tunakutana na majaribu yanayotufanya tujiulize kama tutatanguliza masilahi yetu binafsi au tutaendelea kuwa waaminifu. Kama mbwa, tunapaswa kushikilia ahadi zetu za kuonyesha uaminifu hata pale mambo yanapokwenda visivyo na kama paka tujifunze kuwa tamaa na ujanja wa muda mfupi vinaweza kutufanya tupoteze marafiki wa kweli na hata fursa muhimu maishani. Hebu fikiria, je, uaminifu unaweza kufutwa kwa dhihaka au tamaa kidogo? Je, unadhani mbwa na paka wangekuwa bado marafiki ikiwa paka hangeiba? Wewe ungeweza kufanya nini kama ungekuwa mbwa au paka? Na unadhani marafiki wa kweli wanapaswa kuwa na vigezo gani? Asante kwa kusikiliza hadithi hii. Jiunge nasi kwa hadithi zaidi kesho. Usisahau kushiriki na kufuatilia hadithi zetu nyingine nyingi zilizojaa hekima na mafunzo. Mpaka wakati mwingine, usiku mwema na ndoto njema.